Gine, namba 36387. Hawa, mtaona wameshtakiwa kwa makundi matatu. Kundi la kwanza hilo la Nifa na Strong Income, kesi yao nimetaja namba yake. Kundi la pili, kuna washitakiwa mbalimbali wako 76, wameshtakiwa nao kwa mashtaka yao ya uhaini na kula njama za uhaini. E, tulitoa hoja mbele ya mheshimiwa anaitwa Makube, yeye amekubali tu hoja ya kwamba e, waende kutibiwa lela, kwamba ripoti yetu mahakamani ye amekataa. E, sasa of course mnaweza mkashangaa kwamba mbona hakimu mmoja anakubali mwingine anakataa. Ndio changamoto za, za kazi yetu, lakini tumeomba kwamba tupewe nakala ya uamuzi ili huu uamuzi wa mweshima Makube tuweze kuchakata kisheria kwamba ni kwa nini yeye amekataa ripoti. Watu wanasema wamepigwa wakiwa chini ya uangalizi wa polisi wameteswa, na wana majeraha tunataka ripoti ije ili baadaye wakati kesi ya uhaini inaendeshwa isie ikaonekana kama ni swala jipya. Watanzania wenzetu, uh, kwanza kabisa eh, kwa niaba yetu na kwa niaba yetu mawakili, kwa maana sisi jopo la mawakili ambao tutakwenda kuzungumzia washtaka wetu na kwa niaba ya washtaka wetu ambao tutakwenda kuwataja tunatoa pole nyingi sana kwa Watanzania eh, kutokana na matukio ya kusikitisha sana matukio mageni kabisa katika historia ya taifa letu ambayo yalitokea tarehe 29, 30, 31 na pengine tarehe moja ambayo yalipelekea e, maumivu makubwa kabisa kwa maana ya vifo vya ndugu zetu e, maumivu kwa ndugu zetu, majeraha kwa ndugu zetu. Tunaombea wale wote ambao wametangulia mbele za haki, Mwenyezi Mungu awapokee, awajalie pumziko la, la milele lakini wale pia ambao wamepata majeraha na madhara mbalimbali basi, Mwenyezi Mungu e, aweze kuwapatia uponaji wa mapema. Lakini watanzania pia ambao mioyo yao na roho zao zimeumia, e, wajipe moyo, naamini kwamba e, Mungu atatujalia namna bora ya kupita kipande hiki. Sasa kutokana na hayo matukio nilioyasema, e, au kabla ya hayo matukio nilioyasema yasema E, mnamo tarehe 27 e, nikianza na kesi namba 26388 ambayo inahusisha washtakiwa 22, lakini kuna washtakiwa wawili ambao e, Watanzania wanaweza wakawafahamu kwa, kwa urahisi. Mshtakiwa wa kwanza anaitwa Jenifa Jovin almaarufu Nifa. Huyu mnafahamu alikamatwa tarehe 27 7 na jeshi la polisi na toka wakati huo amekuwa chini ya custody ya jeshi la polisi, na leo hii amefikishwa katika mahakama hii ya timu mkazi ya Dar es Salaam.